Karibu sana mtazamaji wa MAI TV leo. Uh, nimekuletea mgeni mahususi ya kwa ajili ya watu mahususi kabisa. Tunaifahamu taaluma ya uandishi wa habari, watangazaji tunawafahamu, tunapenda sana kufuatilia habari eh, mahojiano tofauti eh, na mengineyo, lakini yeye ni mmoja kati ya watu muhimu sana naomba nisogeze e, karibu sana kaka mkubwa. Asante, nashukuru sana dada Maimata. Naam, hebu jitambulishe, watazamaji wana hamu ya kufahamu, wanaona leo sura ngeni. mm -hmm. eh. kisha una sura ngeni kidogo yeah. mtu kavaa kapendeza, unajua <laughs> leo eh, maimata yeah. yuko na tajiri gani ile? <laughs> hebu tuambie bosi wetu. naitwa na Patrick Kipangula, ki ni nah. kaimu mkurugenzi mkuu nah. wa Bodi ya Ithibati ya Waandishi wa Habari. okay ya labda kwa utangulizi tu niseme Bodi ya Ithibati ya Waandishi wa Habari uh -huh. ni chombo kilichoundwa na Sheria ya Huduma za Habari, sheria ya mwaka 2016. Ndio. Na, na sheria hii imeunda bodi hii na vyombo vingine ambavyo kazi yake kubwa ni kusimamia weledi na taaluma uh -huh. ya uandishi wa habari oh, okay. na kama nilivyosema, sheria imeunda bodi, lakini pia imeunda baraza huru la habari Okay. Ee, ambalo waandishi wa habari ndio wajumbe wa hilo baraza lakini pia imeunda mfuko wa mafunzo wa waandishi wa habari ambao huo mfuko sasa utakuwa nafanya kazi kubwa tatu. Kazi ya kwanza ni kusaidia kufanya mafunzo kwa waandishi wa habari kutoa mafunzo, lakini kazi ya pili ni kusaidia maswala ya utafiti mbalimbali ambao unafanyika kwenye sekta ya habari uh -huh. Lakini swala la tatu ni kusaidia katika maswala ya local content tunasema au mavui ya okay. ndani Hizo ndo kazi za mfuko ambazo zimeainishwa kwenye kwenye, kwenye sheria. Okay, yeah. Uh, nini ambacho kilionekana mm. kikathibitisha kwamba hii mm. au hiki kitu kinaweza mm. kikaleta athari kwenye jamii mm. mpaka mkaamua mm. e kuunda mm. vyote hivi ya yeah, labda niseme e, historia yake ni ndefu kidogo okay. na bodi hii au historia ya kuundwa kwa sheria yenyewe kwanza. Ndiyo. kama unakumbuka Madam Emma, sheria imechukua muda mrefu sana mpaka ikaja kutungwa, wadau wamekaa vikao mbalimbali, wakakaa mikutano mbalimbali mm -hmm. wakajadiliana, wakasema sasa tuje mm -hmm. na sheria na malengo ya sheria kama nilivyosema ni kuendeleza taaluma ya habari. kwa hiyo mm -hmm. tangu sheria ilipotungwa sasa, maana yake taaluma ya uandishi wa habari sasa umekuwa taaluma rasmi kama zilivyo taaluma nyingine mm -hmm kama ilivyo watu wa uhasibu mm, ilivyo wanasheria mm, ilivyo madaktari mm, ilivyo mainjinia. Kwa hiyo na sasa taaluma ya habari au uandishi wa habari sasa umekuwa taaluma inayotambulika rasmi. Taosha. Na sheria sasa ya huduma za habari. Ndi. Na kwa nini imekuja hivyo? Kwa sababu sasa sekta ya habari imekuwa ikikua Mm -hmm. E, tangu ukoloni, yani, au kabla ya ukoloni, sekta ya habari imekuwa ikikua ikikua ikikua yeah. Kwa hiyo kukua kwake sasa kumesababisha sasa e, kuwe na chombo ambacho kinaweza ku, kusimamia, e, kusimamia uh -huh. taaluma hii ya yeah. yeah. Kwa hiyo na kama unavyofahamu pia taaluma hii au bodi hii e, kazi yake nyingine kubwa itakuwa ni kusimamia maadili ya taaluma ya habari. Sasa ukiangalia maadili kidogo huko kwenye taaluma yalikuwa yame yameyumba yameyumba kwa kiasi ya kikubwa e, yeah, kwa hiyo bodi hii hmm. Sasa kazi yake nyingine itakuwa ni kusimamia maadili ya taaluma ya habari na na na, na, ukizungumzia uh, kusimamia maadili ya taaluma hmm. ya habari. Ndiyo. Ukiangalia maadili ni kwa upana mkubwa sana. Ukizungumzia yeah, maadili yeah. na narudi, na pale, mmeona nini kwa wanahabari siku hizi mm. hasa ukizingatia huu utandawazi mm. eh, wa social media? Mmeona nini mm. hasa ukizingatia television mm. zimekuwa nyingi tofauti na zamani? Kipi ambacho mmeona eh, wakili? Ah, kitu ambacho siwezi kama tumeona Ndiyo. Lakini na sio tumeona sisi tu. Ndio maana nikasema wakati wa kutunga sheria wadau walikutana mm. Wakaona kabisa kwamba kwanza kabisa eh, mm. taaluma bali haina msimamizi. Mm -hmm. Ilikuwa haina usimamizi wa yaani taaluma ya uandishi wa habari haina usimamizi kama zilivyo taaluma nyingine. Kwa hiyo ikaonekana sasa kuna chombo cha kusimamia hii taaluma. mm -hmm. Na kila taaluma ina misingi yake, okay. Na maadili yake. mm -hmm. Kwa hiyo sasa, ndiyo maana hata taaluma ya habari sasa inakuwa na maadili ambayo sasa bodi itafanya kazi ya kuyasimamia yeah. okay. Na maadili hayo sasa yataandaliwa sasa, mm -hmm. kati ya bodi na baraza huru la la habari, kama nilivyosema kwamba kuna kuna baraza huru la habari litaundwa. Kwa hiyo wadau pia watakaa, tutakubaliana kwamba haya ndio maadili ya uandishi wa habari kwa nchi yetu ya Tanzania. Kwa mtu akikiuka maadili haya e, sasa huyo mtu bodi naweza kumchukulia hatua mm -hmm. ambazo sasa zitakuwepo ambazo zingine ziko kwenye sheria tayari mm -hmm. na nyingine zitakuwepo kwenye kanuni, nyingine zitakuwepo sasa kwenye hiyo hizo code of ethics tunasema za maadili ya taaluma ya habari Mdew. kama taaluma nyingine, mtu akikiuka maadili then mm -hmm. hatua zinachukuliwa. Daktari haki, haki, akifanya vibaya au mm -hmm. akikiuka maadili ya kidaktari anachukuliwa hatua, wana sheria okay. hivyo hivyo na okay, maengineer hivyo hivyo, labda amejenga mm. jengo kwa mfano mm. hajaweka vipimo sahihi mm. <laughs> then <laughs> jengo likidondoka anachukua hatua yeah, anachukua hatua yes. kwa nini ukutimiza yeah. mm. vigezo au hukufuata huku, mm. mm. vile misingi okay. eh, okay. ya taaluma yako? Kwa hiyo hivyo ndio bodi itakuwa ikifanya ikifanya kazi namna hiyo, na kitu kingine ambacho kili mm kilisababisha kili, kili ndio e, kama unavyofahamu umesema kwenye mitandao na nini mm. kuna uvunjifu mkubwa sana wa mm. maadili mm. ya, ukiangalia content nyingine kwa kweli mm. kwenye mitandao au kwenye vyombo vya habari vya mitandaoni hasa mm. e, utashangaa, hivi kwa nini huyu mtu anatoa hii content sasa hivi? mm. ni huyu mtu ana watoto kweli? mm huyu -hmm. mtu ana familia kweli? mm -hmm. kwa hiyo sasa hiyo sasa nayo mm -hmm. <laughs> imechangia pia mm -hmm. tuwe na chombo ambacho sasa kitasimamia uh, ambacho kitasema bwana, hii sasa wewe hii uh, unako kwenda siku hebu uh, irekebishe, uh, fanya hivi na maadili yanaku uh, yanakufundisha ufanye uh, ufanye hivi wakati hivi. Yeah. ya wale ambao umekutana nao pengine, unaweza ukakumbuka hata content moja labda, eh, watazamaji siku ya leo wakaondoka <laughs> na kitu kwamba jamani, hata ukiona popote content inayofanania na hivi, ujue huyu anavunja taratibu za uandishi wa habari. Yeah, labda niseme siwezi kukitaja chombo lakini, niseme labda kuna content moja ilikuwa imetrend sana, yule mtu ambaye anasema alikuwa analala na nyoka ili apate fedha umeona analala nyoka ili apate fedha sasa. Eh, content kama ile kwa chombo cha habari ni content ambayo kidogo inaweza ikaleta utata kwenye jamii mm -hmm. Eh, ikaleta vurugu kwenye jamii ikaleta taharuki kwenye jamii, kwa hiyo mwandishi wa habari sasa anatakiwa kuzingatia. Lakini kwa mwandishi wa habari hana maadili, ndio atafanya hivyo, lakini kama angekuwa anajua maadili yake asingeweza kufanya hivyo. Hiyo ni, ni mfano mmoja tu okay. Lakini ipo mingi sana eh, ambayo ni mibaya okay mingine hata zaidi ya hiyo ambayo okay. eh, watu wanaweza wakai wakai wakaiweka kwenye vyombo vyao vya habari mm -hmm. au mwandishi aka akaweka kwenye chombo chake ambacho kinavunja ambayo inavunja maadili. Okay. Lakini okay. Nilisema ma, nilisema pia maadili uh, ya yeah. bodi na nita kala lakini kuna maadili ambayo yale ni universal tunasema. Yeah, yale ambayo mnajifunza shuleni. Ethics. Kuna maadili ya jamii pia. Mm -hmm. Yes. Kama kwa mfano kuna kwenye jamii tunasema bado kuna, kuna masuala fulani hata ukisema kwenye jamii mm -hmm. kweli unakuwa kidogo umekwenda mm -hmm. kinyume. Kwa hiyo mm -hmm. hayo pia nayo tuta simamia. Simamia, hala, halahala, yeah. Watangazaji eh, jamani, halahala eh, tunavyofanya hizi kazi basi tujue tuko chini ya wasimamizi maalum uh, tumepewa wakati wa kujiandikisha, yes. eh, kujisajili mm. na mwisho mm. ni leo. Mwitikio umekuaje, mm. eh, watangazaji mm. waandishi wa habari mm. wanazungumzana Labda niseme tangu tumetangaza kwamba sasa tunaanza kusajili waandishi wa habari. Mwitikio umekuwa mkubwa. Yes. Mkubwa. Yeah, na labda niseme mpaka leo tumesha sajili mm. wa, wa waandishi wa habari wameshaji sajili zaidi ya elfu mbili. Wow. Mpaka leo yes. Wameshaji sajili zaidi ya waandishi elfu mbili. mm -hmm. Kwa hiyo mwitikio ni mkubwa na watu wanaona umuhimu wa kujisajili mm. ili sasa waweze kuthibitishwa, waweze kufanya kazi zao wakiwa na na ithibati mm, ili wasiendelee kuvunja sheria, maana sheria inasema mm, kufanya kazi bila ithibati ni kosa. Wewe yes, ni kosa na adhabu yake ipo kwenye sheria. Adhabu yake ni eh, nini ya, inaweza kuwa kifungo au fine wewe, au vyote viwili kwa pamoja, ikithibitika kwamba kweli ume umefanya kosa hilo la kufanya kazi za uandishi wa habari bila bila ithibati ambayo inatolewa na Bodi ya Ithibati ya waandishi wa Habari, ndiyo. Lakini pia sheria hiyo kifungu cha 19 kinaeleza kwamba mm -hmm, mtu yeyote hataruhusiwa mm -hmm, kufanya kazi za uandishi wa habari bila mm, kupewa ithibati Yes, na kifungu cha hamsini kinaeleza sasa ni kosa kufanya hivyo, na adhabu yake ime- imeelezwa pale. Kwa hiyo ndio maana tunawasihi waandishi wa habari wote ambao wanania kufanya kazi za kihabari waendelee kujisajili kwenye huu mfumo, na tumeongeza muda. Ilikuwa mwisho tarehe ishirini na moja tumeongeza mpaka tarehe ishirini na nane siku saba nzima tumeongeza. Ilikuwa iwe mwisho leo, no, ilikuwa mwisho Jumamosi, iwe Jumaa ya tarehe ishirini na moja tarehe ishirini na moja lakini tumeongeza mpaka tarehe ishirini na nane ili kuwapa fursa wale ambao hawajajisajili sasa wajisajili, na baada ya tarehe ishirini na nane kwa kweli sasa hapo, e, hatutaongeza tena. Ehe, au ni mwisho sasa. Kwa hiyo watu wote itabidi wasitishe wa, wa, wa, wa kazi zao, kama hawajajisajili wajisajili kwanza, na wale ambao hawana vigezo basi watafute vigezo vile ambavyo vimeainishwa kwenye, kwenye sheria. Kama mtu ameambiwa ni diploma, basi akasome diploma ili aweze tu kukidhi vigezo e, arudi ajisajili, aendelee na kazi yake. Naambiwa kama hauna diploma Rudi chuoni, nenda kakipute. yes. e, urudi uwanjani yes. Hapa ha. yes. wako baadhi mm. ya watu wanasema yawezekana ni mikakati ya mm. kuhakikisha mm. hata kipindi cha uchaguzi mm. kunakuwa hakuna wale makanja mm. chia, wanaweza ku kuripoti habari labda za kutumwa na kadhalika mm. hili wewe unalielezeaje? Ah, si, mimi sipendi kutumia na neno kanjanja. Eh mm. E, napenda kusema wale ambao hawana vigezo vigezo mm. <laughs> <Ya kusema, laughs> kanjanja ni kama vile lina, lina mtu anaweza akawa anajitahidi <laughs> yes, lakini e, anaweza, eh, lakini yes, hana lakini anakosa oh. ya, lakini, lakini, eh, mba, mm. tu hiyo sifa lakini lakini sisi tunasema kwamba sio masuala ya okay. uchaguzi tu, masuala yote ya kihabari E, ambayo yanahitaji kuripotiwa, yanahitaji kuandikwa, yanahitaji kutangazwa, basi wanaofanya hizo kazi, basi wawe ni wale ambao wametimiza vigezo vya kisheria ambavyo ni diploma na pia awe amethibitishwa na Bodi ya Ithibati ya Waandishi wa Habari. Kama mtu hajathibitishwa hata sia kutangaza habari zozote, ikiwa ni pamoja na za uchaguzi yes. Yes. Yes, na na naona na, unazungumzia habari habari, hawa <coughs> vipindi vya burudani hawa <coughs> e, hawa wako upande gani? <coughs> Hawahusiki na hili wanahusika kama anatangaza kama anatangaza anakaa pale kwenye skrini anatangaza kama mtangazaji <coughs> basi, huyo kwa kweli lazima we na hivi vigezo mm -hmm. ambavyo vimetajwa kwenye sheria. Kwa hiyo ya burudani, labda pengine, kama ni mziki, labda mtu anakuja tu kwa muda Mm. Au maana nyingine nasema kwamba labda kama mtu ni, ni mtaalamu mm. ni mtaalamu wa kitu fulani anakuja tu pale kwa muda, anaeleza utaalamu wake, au anaifundisha mm. jamii utaalamu wake mm. e, baada ya hapo anaondoka, hajaajiriwa na chombo cha habari mm. basi huyo huyo sio lazima ajisajili kwa okay. sababu sio lazima yeye mwandishi wa habari yeye. oh. Anaweza kawa ni mm. mwanasheria, anakuja pale, anatoa elimu ya sheria, baada ya ana, kimaliza anaondoka zake. Mchumi mm. anakuja, anafanya mambo ya kiuchumi, anatoa elimu ya, ya uchumi, anaondoka zake. Na vile vile daktari anakuja, anaeleza mambo ya utabibu, anamaliza zake, anaondoka zake. Huyo sio lazima ajisajili ila yule sali ajiliwa na chombo cha habari uh -huh. ambaye kazi yake ni kutangaza kuanzia asubuhi mpaka jioni huyo mm. lazima lazima okay. apewe vigezo na ajisajili kwenye Bodi ya Ithibati. Asante ukizungumza yeah. hivyo uh, eh, siku hizi kuna masuala ya TV hizi kubwa na kuna yeah. masuala ya online TV yeah. hii ithibati inagusa pande zote mbili eh? ya yeah, inagusa pande zote mbili kwa maana mm. ya E, hata mitandao ya kijamii mm. E, ni chombo cha habari mm. kwa maana ya zile online tv mm. kuna online radio mm. yes. Kwa hiyo vyote hivyo ni vyombo vya habari, ili mradi tu awe amesajiliwa kama chombo cha habari. Na kuna usajili wa aina wa aina mbili oh. kuna usajili wa magazeti na usajili wa vyombo vya habari vya kielektroniki. okay. vyombo vya habari vya kielektroniki ndio hivyo, kuna radio, kuna tv mm. kuna online hizi tv, kuna hiyo mm. mitandao ya kijamii ambayo sasa hiyo inasajiliwa kama chombo cha habari mm -hmm. na hivi vinasajiliwa TCRA na e, idara ya habari maelezo, kama ni gazeti ya yeah. mm -hmm. kwa hiyo wote hawa sasa ni vyombo vya habari. Kwa hiyo watu wanaofanya kazi kwenye hivyo vyombo sasa lazima wawe wametimiza vigezo ambavyo vimeainishwa kwa mujibu wa sheria. Asante, lazima muwe mmetimiza vigezo ambavyo vimeainishwa Naam, na, na sitaki si kumchosha sana lakini yeah. kuna kuna kuna kuna ambao, yeah. inasemekana wana diploma mm. lakini wamechelewa kupata vyeti mm. wengine hawana ada mm. za kumalizia ili waweze kupata mm. vyeti lakini unamwona mtu kasoma mm. kasomea mm. na, na na hawa mnawaweka kwenye kundi gani kiai? Na kama mtu ame ana vigezo vyote na diploma amechela mm -hmm. tupata cheti mm -hmm. tunamshauri aende aka fuatilie chuoni kwake apate cheti aje aombe ithibati, na kama kuna mtu pengine labda cheti chake kimepotea, labda kuna kuna nasema kimepotea mm -hmm. yes, kuna taratibu mm -hmm. ambazo zinafanyika za kipolisi mm -hmm. na nini mm -hmm. ile taarifa anatuletea sisi, tutaendelea ku, kuhakikisha na kuhakiki yes, kuna kama ni kweli, je, huyu mtu E, mm -hmm. alisoma maanake, <laughs> kuna wengine wanasema wamesoma, kumbe hawakusoma. Kwa hiyo yeah. Yeah, yeah. Yeah. Lazima lazima tupitie hizo hizo process. Yeah, okay. Yeah, yeah. Yeah. Labda katika zoezi hili changamoto gani ambayo imetokea mara nyingi na umeiona? mm -hmm. Ni changamoto kubwa mm huenda -hmm, labda unaweza ukawaelimisha hapa wananchi na wanahabari. Changamoto kubwa niliyoiona ni uelewa wa waandishi wa, wa habari kuhusu masuala ya mifumo kwa sababu mm -hmm tulikuwa hatujalizoea hili swala ndio limeanza. <laughs> na Nabo, bodi imeanza mwezi wa tatu tu mwaka huu ndio yes. kwa hiyo kwa hiyo ndio limeanza, kwa hiyo changamoto ni kwamba watu hawana uelewa kwenye wa mifumo Ndiyo. kwa hiyo tunapata kazi kubwa ya kuwa ya kuwapa elimu eh, simu zinapigwa mpaka usiku wa usiku saa mm. sita usiku kuomba mm. ufafanuzi na hivi, kwa hiyo tuna na, na sisi tumekuwa tujitahidi kuwapa maelezo ya kutosha na watu mm. wakipewa maelezo wana wana wanaelewa na wanaendelea na, na kujisajili, lakini changamoto ya pili ambayo mm. tumekutana nayo ndio hiyo ya kwamba watu sasa walikuwa wanasubiri tarehe za mwisho, yani kama vile walikuwa wanasubiri kwamba sasa tuone je jeri issue ni ni ni kweli au tarehe za mwisho hizi, ndio unakuta watu wengi sana wame- wamejitokeza wame kuingia kwenye mfumo hmm, na kujisajili. Sasa hii imetupa kazi kubwa sisi sasa ya kuanza kuchambua hayo maombi na nini, kwa sababu lazima tuverify hivyo vitu vyao. Okay. Kwa ndiyo maana tunasema hata baada ya tarehe ya mwisho kuisha, mm -hmm. sisi tutaendelea kuchambua e, maombi yao, mm -hmm. tutaendelea kuhakiki vyeti vyao, mm -hmm. wale waliohakikiwa wataendelea kupata vitambulisho vyao taratibu mpaka tutakapo tutakapokamilisha watu wote ambao wamejisajili kwenye mfumo, mm -hmm. lakini ni mm -hmm. wale ambao wametimiza vigezo tu ambao wameingia kwenye mfumo, lakini tatu la tatu mm. Changamoto tunayo ni watu wanaweka uh, taarifa kwenye mfumo ambazo sio sahihi. we, we. Pengine, yes. Yani, mtu anaweka cheti pengine ambacho sio sahihi ha. Cheti cha ku cha ku cha magumashi. yeah. Kwa hiyo hao eh, mara nyingi eh, kwa huruma tu tumekuwa tukiwaita. Ukisha muita na bwana, naomba uniletee cheti halisi. Akitoka uh, harudi. Kwa hiyo wasiporudi ha. <laughs> yeah. mmm, sasa huyu kweli alikuwa ni hiki cha hey. Yes, kwa hiyo kuna changamoto hiyo pia. Kwa hiyo ndio maana tunatoa wito eh, kwamba watu wote waweke na kuweka taarifa sahihi sahi, na za kweli, kama ni cheti weka cheti ambacho unaamini kwamba ume, umesoma vinginevyo mm, eh, tukianza kuchukua sheria sasa mm, kidogo italeta usumbufu ya itakuwa balaa. Baadhi hizo ni changamoto asante. yeah. yeah. sana yeah. Uh, mwanasheria lakini pia Deo, kuna changamoto ambayo inasemwa mm, umekutana nayo baadhi ya wanahabari wanasema mm, wakija hapa wanaulizwa email, wanaulizwa password mm. mm. mm. pengine labda uwaeleweshe mm. vizuri mm. eh hii imekaje mm. e <coughs> yeah. ili kuwatoa email na password ni ya mtu binafsi. Kwa hiyo e wale ambao wanakwama ndio sasa hivi ili e e umkwamue lazima lazima e uone lazima utumie email yake na utumie password yake. Yes, mm. Lakini sikadhani kama mtu anaweza akakumbuka password za watu mia aliyowasaidia kwa wakati mmoja, sio rahisi. na una uwezo wa kubadilisha password ya. Kwa hiyo kwa hiyo hiyo hiyo, kwa wale wanaokwama, ndio lazima uchukue email yake, umsaidie, na yeye akiwepo. Yes. Oh. Kwa hiyo huwezi huwezi kufanya hivyo wakati hayupo, kwa sababu ile ni ni taarifa za mtu, taarifa za mtu binafsi, si. Kwa hiyo sio kwamba eh, wanahabari na no, watangazaji, sio kwamba mkiomba na password kwamba wanakaa nazo la. mm -hmm. Hasha, ni kukusaidia tu. yeah. Ni kwa ajili ya kusaidia. yes. Ili mtu ajikwamue kwenye ile tatizo ambalo analo, changamoto ambayo anayo. yeah. Asante, labda la kumalizia malizia, malizia. Mana wewe tena <laughs> eh? Mkuu wetu wa kazi ah, eh? <laughs> Ah, mimi sio mkuu wa kazi, lakini tunafanya tu kazi <laughs> ya kutengeneza sheria eh, yeah, nah, yeah. nah. lakini uh -huh. labda nitoe wito tu kwa wa, kwa wanahabari wote kwamba mm. eh, tumeongeza muda uh, wow. wa siku saba mm -hmm. na muda huo naomba wautumie vizuri, kwa sababu okay. baada ya hapo eh, hatutaongeza tena ya yeah. mm -hmm. ya, yeah. na nitoe wito mwingine pia kwamba e, tuwe na wivu na taaluma yetu, tuwe wivu na tuwe na wivu na taaluma yetu, kwa sababu wengine wanalinda taaluma zao. Kwa nini sio mm. sisi wanahabari e, kulinda taaluma yetu ya. Mm. Nimesikia juzi juzi hapa mm. mawakili wakitafuta mawakili vishoka wakobiza wanatafuta mawakili vishoka kwa hiyo, na wametoa tangazo kabisa. Kwa hiyo kwa nini tusilinde taaluma yetu ile sasa taaluma yetu inaheshimika kama zilivyo taaluma nyingine, ili sasa mm. eh, kuipa hadhi taaluma hii ya uandishi wa habari. Asana. Asante sana, naamini kwa namna hiyo umeondoka na elimu ya kutosha. Mwanahabari, mtangazaji, hakikisha unajiandikisha eh, bodi ya ithibati. Wao wako tayari kabisa kukupokea kuhakikisha wanakupa uthibitisho wako, na usikubali eh, usikubali kukaa ukiwa mpweke bila Eh, kadi yako nami pia hapa na shaka nipo kwenye process nzuri kabisa inshallah. Bosi. Yes. Karibu sana. Asante. Karibu sana. Asante, nashukuru sana nashukuru sana karibuni sana Asante. Asante.